kwa madzina ni hiwa Saidi chitanda Matojo ni mtuminya wa kaya kaya bomu hedikota ya mila na desuri za arabai e, umizi chenda ni udugu uriovyalwa ni ndani mwenga baba ni muyeye mayo ni mbodzi na machesi ndi ariovyala mizi chenda Midzichenda ni ana ariphovyalwa ni mutu mmwenga, ni ndugu ndugu. Aa, akala anaishi kaya Shungwaya. Kombola kaya Shungwaya achidza achidza nafika njirani, achigavyana kwa kuyeya vyakurya vyakurya akationi nyama mwituni kila kundi richidzigavya kpwenda ya vyakurya ra kpwandza wakala mjiryama waphiri achikala mkauma wa hahu achikala mchonyi wane achikala mdziphana watano achikala mkambe wa sita achikala mriphe wa saba achikala mraphai wanane achikala mduruma wachenda achikala mdigo jamii ya midzi chenda ni ndugu mwenga na eneo rao ni riri ra kwandzi ra jiryama hadi digo ndiyo eneo ra midzi chenda tua ni ndugu mila zao ni mwenga phapho mwandzo handza kuishi katika maeneo ga misitu kwa sababu ya kudzifitsa na mahadui makabila gakala gachishambuliana kwa hiyo ari a mizichenda achikala anaishi ndani ya matsaka gehuwago makaya maana ya kaya ni muzi ndo maanaye makao ga kwanza ga mizichenda gaanza kukala ndani ya matsaka kwa hivyo umizichenda ni ujamii ni udugu si chama wala si shirika ra mutu nao midzichenda ni mmwenga mila na desturi ni mwenga midzichenda hu ndugu kwa hivyo maana ya kwihiwa midzichenda ni ana chenda ariovyalwa chivyazi chimwenga Baba mayo ndani mwengao, anaachenda ndio ichanza mizi chenda. Anaachenda kila mwenga wakala na nyumbaye ndio ichikala ni mizi chenda. Kaya, kaya ni makao, makao makao ni nyumba. Watu aachenda kila mwenga wakala na nyumbaye ndio ichiwa mizi chenda kwa hivyo amizichenda mosi mumanye mndugumwenga kabisa kabisa ikale kabila bomu ikale ni achache kustandadi mwenga hosi bila kujali eneo bomu bila kujali unji kusini hundugumwenga kwa hivyo ni haki kukala wamwenga kukala na msimamo mwenga here ndugu mwenga chivyazi chehuni chimwenga na damu yehuni mwenga kale mambo gamizichenda hey. uvichilavavo naenda kwa mila eh hey. mizichenda ino igomu sio hivi hivyo hey. hey. namba mbili kalani namba mbili mila na desturi ayangoza liji kwambaanza use anayo mila na desturi alafu uchimarigiza kahiri ni mm hiyo -hmm. ya vyombo vyao uchimarigiza ndo kugombea maboga chenda chenda uh, ayangoza kwanza